Shikamoo, asubuhi njema sana. Neema na amani kutoka kwa Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Leo nina neema ya Mungu ya kuweza kuzungumza nawe kama mchungaji wa kiinjili, kama mtume wa neema ya Mungu ambaye ana mwito wa kutangaza injili ya Mungu, na leo nataka kuzungumza nawe kuhusu utambulisho wetu. Mimi ni mtume Miguel Angelo kutoka kanisa la kinjili Kristo yu hai. Asante kwa heshima na asante zaidi ya yote kwa heshima unayotupa asubuhi hii. Basi tuzungumze kuhusu utambulisho. Ninajuaje kwamba mimi ni raia wa Brazili? Kama kitambulisho changu kitasema, uraia wa Brazili ninajuaje kwamba mimi ni raia wa Ureno? Kama kitambulisho changu, kama pasipoti yangu itasema kwamba mimi ni wa jumuia ya kiuchumi na ninatoka Ureno, kwa hiyo ni hati katika mambo ya kiroho. Utambulisho wa kuugua unajulikana kupitia ufunuo wa neno la Mungu. Swali langu tena ni je, unajua wewe ni nani katika Kristo? Kwa sababu ikiwa bado unatembea kupitia mitaa ya maisha ukibeba maandiko na alama za zamani, leo Bwana anataka kukuvisha, kukufunika kwa utambulisho wa kweli ambao ni mbingu pekee inaweza kutoa. Kumbuka kwamba sisi ni mwili ambao una sehemu inayoitwa nafsi, ambapo ndiko kuna hisia na mihemko na tunayo utambulisho wa kweli. Sisi ni roho basi, sisi ni roho inayokaa ndani ya mwili ambao una hisia na mihemko. Katika mambo ya kiroho, utambulisho wetu ni upi? Tunawezaje kusema kwamba sisi ni wa Mungu kwa kweli? Ninawezaje kuthibitisha kwamba mimi ni aliyekombolewa kwa damu ya Yesu, kwamba nilichaguliwa, kwamba ninalindwa na Mungu. Kwa hiyo jambo la kwanza tunalopaswa kufanya ni kwenda kwenye Biblia takatifu. Biblia inatufundisha sisi ni nani, ikiwa Bwana Yesu Kristo tayari ni Bwana na mwokozi wetu. Jibu hili haliwezi kutolewa na mtu ambaye maisha yake ni ya uovu, anayeendelea kufanya dhambi na ambaye ataishia katika uovu lakini kwa wale ambao Yesu anawaita kondoo wa wangu na ambao alikufa kwa ajili yao msalabani Kalvari, alizikwa kwa ajili yao, alifufuka kwa ajili yao, alipaa mbinguni kwa ajili yao, na kwa ajili yao ameketi kwenye kiti cha enzi, ni yeye anayetoa utambulisho wetu wa kweli. Fikiria nami, wewe ni mtu wa dhamani sana mbele za Mungu. Unapaswa kuwa na utambulisho kutoka kwa Mungu ambao Roho Mtakatifu atauthibitisha leo moyoni mwako. Dunia inaweza kukupa majina utakavyo, lakini ni mbinguni tayari umeshapewa jina lako. Ni yeye anayekupa utambulisho wako wa kweli kama Kristo ndiye Bwana wako. Tazama jinsi mtume Petro katika barua yake ya kwanza, barua ambayo ni waraka uliandikwa na mtume, anasema hivi: lakini ninyi ni kizazi teule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Basi yeye aliyetuita kutoka gizani na kutuingiza katika nuru yake ya ajabu. Yesu ni Bwana, na yeye ili kumwita mtu kutoka gizani kuingia katika nuru yake ya ajabu, hana budi kuwapa utambulisho huu ambao utauhifadhi maisha yako yote. Kwanza kabisa, sisi ni jamii iliyochaguliwa. Kwa hiyo, tulichaguliwa na Mungu, tuliitwa na Mungu. Nitatumia maneno ya mtume Paulo, tulichaguliwa tangu awali kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, tuliitwa kuhesabiwa haki na kutukuzwa. Kwa hivyo kazi hii inayoitwa kazi ya neema ya Mungu katika maisha yetu, ndiyo ambayo, ndiyo inatupa hakika utambulisho wetu wa kweli. Leo naweza kusema kwamba mimi ni wa jamii iliyochaguliwa. Nilikuwa mkatoliki wa Kirumi, nilikuwa mtu wa dini, sikuwa na uzoefu na jamii iliyochaguliwa mpaka Bwana alipojifunua kwa maisha yangu. Bwana alijidhihirisha kupitia he uvumilivu uliozunguka ajali niliyopata katika jeshi huko Angola, katika kitanda cha hospitali, wakati kila kitu kilionekana kuwa kimefikia mwisho, wakati ilionekana kuwa kushindwa, kifo bila shaka kingenimaliza. Hukumu hiyo ilikuwa na uhakika kwamba hukumu ya mwisho ilikuwa dhidi ya maisha yangu na milele katika kuzimo. Haya ndiyo maisha ya mtu yeyote asiye na Yesu. Lakini Mungu alikuwa mwema sana kwamba alijifunua kupitia malaika katika umbo la mwanamke ndani ya wodi, na akasema, utakuwa mhubiri utakayepeleka neno la Mungu kote duniani. Basi wakati huo nilianza kuelewa, na bila shaka hii ilikuja kwa ufunuo baadaye, lakini nilianza kuelewa kwamba Mungu alikuwa na mpango katika maisha yangu kwamba Mungu alikuwa na kitu cha utukufu sana katika maisha yangu na kwamba ajali ile ilikuwa tu daraja la kunifanya niungane kabisa, maisha yetu, maisha yangu ya milele, maisha pamoja na Mungu. Hii ni ya ajabu. Basi ninyi ni kizazi teule. Hiyo ni kusema mtu ana utambulisho kwa sababu ni wa jamii iliyochaguliwa, alichaguliwa Biblia inasema kwamba tulichaguliwa kulingana na ujuzi wa Mungu, kulingana na ubashiri wa Mungu. Mungu ametuita na kutuchagua. Kwa hiyo tunachaguliwa kulingana na mapenzi ya ukuu wa Mungu. Si kwamba Mungu alijua, ni kwamba Mungu aliamua jambo hilo. Huu ni ufahamu wa Mungu kabla, ubashiri wa Mungu. Kisha anasema ukuhani wa kifalme. Zamani chini ya agano la kale, kila mtu aliishi chini ya ukuhani wa kale, ukuhani wa kale, ukuhani wa wale waliotoka katika taifa teule lililoitwa Waibrania. Kulikuwa na kundi tofauti la makuhani pale. Katika Kristo Yesu neno la ahadi limetimia naye asema kwamba sisi sasa kama mzao mteule pia ni makuhani wa kifalme, yaani wale wote walio na Yesu kama Bwana na Mwokozi wao wana wito wa ukuhani, ufalme na ukuhani, chasema kitabu cha Ufunuo. Kwa hiyo sisi ni makuhani. Padre anafanya nini? Waziri yeye hutumikia maombi, hutumikia sifa, hutumikia ushuhuda, hutumikia maungamo. Huyu ni kuhani. Ukuhani huu si wa kitume, sio tu kwamba ni viongozi ambao Mungu amewaita kwa huduma mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu, lakini wale wote ambao ni jamii iliyochaguliwa, ambao wana utambulisho uliotolewa na Mungu pia ni makuhani wa kifalme. Hii ni ajabu, kwa sababu mtu anayeelewa ukuhani wake hawezi kutegemea mkono kuwekwa mikono au mafuta kichwani, wala si lazima mtu afungie kwa ajili yake. Yeye mwenyewe anahudumu, ana ufikiaji wa moja kwa moja kwenye kiti cha neema cha Mungu. Inaelezwa kwamba kwenye kiti hiki cha enzi kuna utoaji, kuna msaada kwa nyakati zile za kukata tamaa sana maishani au za kujitoa kikamilifu. Kwa hiyo wanasema sisi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, loo, sisi ni taifa takatifu. Kwa hiyo, je, hiyo inamaanisha kwamba mtu aliye na Yesu amechaguliwa na Mungu, ni kuhani wa kifalme na ni sehemu ya taifa takatifu? Taifa hili takatifu ni nini? Ni ufalme, ni kanisa. Waungwana, fahamuni kwamba taasisi pekee ya pekee ambayo Mungu aliumba hapa duniani ni kanisa lake. Hakuunda timu za mpira wa miguu, hakuunda vyama vya wafanyikazi, hakuunda vyama, hakuunda chochote. Hakuna chochote ambacho mwanadamu ameunda. Aliunda kanisa lake mwenyewe, alimwambia Petro, nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu, hapana watamshinda. Kwa hiyo kuwa taifa takatifu ina maana kwamba sisi ni sehemu yao. Hii inakuwa uthibitisho wa utambulisho. Sisi ni sehemu ya kundi la watu juu ya dunia hii, kila mahali katika pembe nne za dunia, ambao Yesu alikufa, ambao Yesu alifufuka kwa ajili yao, ambaye yeye katika kitabu cha uzima aliandika jina la mtu, akawaita na kusema wewe ni wangu. Kwa hiyo hili linatokea tu kama mtu anaelewa kuchaguliwa kwake, anaelewa kwamba yeye ni kuhani na anaelewa kwamba yeye ni taifa takatifu, yaani tunashiriki katika kanisa, katika ufalme, mwili wa Kristo. Ndiyo maana Biblia inasema sisi ni taifa takatifu, kisha akasema watu wa mali ya pekee ya Mungu. Yaani, basi hatuna moyo uliogawanyika sehemu mbili sehemu ya Mungu na sehemu ya ulimwengu, sehemu ya Mungu na sehemu ya Shetani, hilo halipo. Sisi ni mali ya Mungu pekee. Mtume, je, mmoja wa wateule wa Mungu ambaye ni kuhani ambaye ni sehemu ya taifa takatifu anaweza kupagawa na pepo? Hapana. Je, Shetani anaweza kuingia akilini mwa mtu ambaye amemkiri Yesu kuwa Bwana? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni mali ya Mungu pekee. Ndani ya mioyo yetu mna kiti cha utukufu, na yeye aketie juu ya kiti hicho ni Bwana Yesu Kristo, na anasema hivyo. Utambulisho huu ambao ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu walio wa Mungu peke yake, una mwito. Sote tuna wito anasema akiwatangazia wema wake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Kwa hivyo, angalia, ni muhimu sana sisi kujua haya na kutangaza ukweli huu. Tuko hapa kwenye kituo hiki cha televisheni, kwenye mitandao ya kijamii, kwenye satelaiti, kwa kifupi, kwa lengo hili, kutangaza wema wa yule aliyetuita kutoka gizani kuingia katika nuru yake ya ajabu. Basi, maisha yetu yalikuwa vipi kabla ya utambulisho huu? Tulikuwa tunaishi gizani, tulikuwa vipofu kiroho, tulikuwa tunafanya mapenzi ya mkuu wa nguvu za anga, tulikuwa kama watoto wengine wa ghadhabu, tulikuwa wafu katika dhambi na upotovu. Kila ninachokuambia kiko kwenye Biblia. Hatukuwa tunatafuta, hatukuwa tunaelewa, hakukuwa hata mmoja mwenye haki. Hivyo ndivyo maisha yetu yalivyokuwa, wafu katika dhambi na upotovu. Kisha Mungu, kama neno lake linavyosema, alituita kutoka gizani kuingia nuruni, kwa lengo la sisi kuwa watangazaji wa wema wa Yesu. Niko hapa asubuhi ya leo na hii haswa mtazamo huu wa maisha, kutangaza jina la Bwana Yesu Kristo, kumwambia kwamba Mungu wa pekee wa kweli ni Bwana Yesu Kristo. Hakuna jina lingine kwa ajili yake mbinguni au duniani au chini ya dunia au katika vilindi vya bahari au katika jangwa. Hakuna jina lingine ambalo tunapaswa kuokolewa kwalo, jina la Yesu. Hili ndilo jina lililo juu ya kila jina. Yeye ndiye mchungaji mkuu wa kondoo, yeye ndiye kuhani mkuu wa maungamo yetu, yeye ndiye mtume na mchungaji wa roho zetu yeye ni kweli Bwana Mwokozi, mkombozi wa pekee, mwenye enzi, mfalme wa wafalme, bwana wa mabwana, simba wa kabila la Yuda. Sikiliza, ninatangaza jina la Yesu. Ikiwa hii inaunganishwa na moyo wako na roho yako, ina maana kwamba wewe ni mtu aliyeokolewa na kwamba utambulisho huu mpya unafunuliwa kwa moyo wako. Kisha e. Wakati ulimwengu unajaribu kufuta asili ya watu, Mungu aliandika jina lako kwa wino wa milele. Una utambulisho wa milele. Bwana akasema hakuna awezaye kunyakua kutoka kwa mikono yangu. Basi mpendwa, siyo yale yaliyopita yanasema kukuhusu, ni yale Mungu anatangaza leo. Kama ukifungua moyo wako na kupokea ukweli huu kama unavyompokea Yesu kuwa Bwana, wewe si yule ambaye dunia inasema. Wewe ni yule ambaye Mungu anasema, kwa sababu ni yeye aliyekuchagua wangaze hapa duniani. Nafsi iliyosafishwa na akili iliyofanywa upya ni ushahidi wa kuzaliwa upya, ni ushahidi wa maisha mapya katika Kristo Yesu. Tazama jinsi wa Efeso sura ya tano inavyosema mstari wa 26, neno la Bwana linasema hivi: ili aitakase akiisha kuitakasa kwa kuisafisha kwa maji kupitia neno. Basi Mungu anafanya nini? Mungu anamchukua mtu, wakati mwingine akiwa chini kabisa, mavumbini, kwenye takataka taka, katika mateso wakati mwingine mtu anakuwa hata hahisi tena ipasavyo kutokana na mateso makali sana ambayo yaliharibu maisha yake. Mungu kama vile ilivyokuwa katika maisha yangu, kunishika pale hospitalini katika usiku wa kukatwa mguu wangu, ukiwa na ugonjwa wa kidonda na matatizo mengi ya kihisia na ya kihisia Hebu wazia kijana mwenye umri wa miaka ishirini au ishirini na moja amefungwa kwenye kitanda cha hospitali mungu alifanya nini? Aliniosha kwa maji ya Neno, aliyatakasa maisha yangu. Basi kinachomsafisha mtu ni maji ya Neno, si maji ya ufukwe wa bara, si maji ya ziwa, si maji ya mto, si maji ya e maji si juu ya nini, kama vile mna virbuni. Kile kinachomsafisha mtu, kinachomfanya upya mtu, kinachobadilisha akili, kinasema ni kusafishwa kwa maji kupitia neno. Kwa hiyo leo katika neno la Mungu lenye baraka la ajabu na lenye nguvu, tunayo nguvu ambayo he, inabadilisha maisha. Yeye ni mwaminifu, neno hili ni mwaminifu ana kipaumbele katika maisha yetu, ana uwezo wa kumsafisha mtu, ana uwezo wa kuunda njia mpya ya kuona maisha. Ina nguvu ya kumchukua mtu kule chini kabisa, shimoni, kwenye tope zito, kama vile neno la Bwana linavyosema, na kumbadilisha awe mteule, mtu wa mali ya pekee ya Mungu, taifa takatifu, mtu ambaye Mungu ana umoja wa kweli naye. Biblia inasema kwamba sisi ni roho moja na Bwana. Tazama tena katika Yohana 15 mstari wa tatu, anasema tena kwamba ninyi tayari mmekuwa safi kwa neno nililowaambia. Basi neno hili ni la ajabu, kwa sababu lina uwezo wa kusafisha, kuosha roho, anafanya upya mtu anaposikia neno. Paulo aliwaambia Waebrania kwamba neno la Mungu ni hai, li na lina nguvu Inawezekana lina nguvu, linakata, ni kama upanga wenye makali kuwili, linaweza kupenya moyoni, kutenganisha nafsi na mwili, roho na mwili, na linaingia na kupenya hadi nia za moyo, na huko ndani ndiko Mungu anapofanya kazi yake. Yeye hufanya kazi kutoka ndani kwenda nje. Basi siyo rangi ya nywele, siyo mavazi, siyo tabia tu, bali eh Kristo ndiye anayeanza kuishi katika maisha yetu. Huwezi tena kubeba chochote kilichokuwa cha mtu wa kale, haibebi chochote tena. Neno tayari limekusafisha wakati wa programu hii. Roho tayari amekuzaa upya, mbingu inakutambua kuwa ni mtakatifu, na lazima uishi kulingana na neema uliyopokea hivi punde kupitia utendakazi wa programu hii. Kweli ya Mungu haikuangazii bali, he? Inakutakasa, inakufunua, inakuweka huru. Hivi ndivyo mtu aliye na Kristo ambaye ana utambulisho huu anapaswa kuishi. Tuna utambulisho mpya. Wale walio wa Kristo wanasema kwamba maisha ya kale yamepita, yeyote aliye ndani ya Kristo ni kiumbe kipya, mambo ya zamani yamepita. Dhambi haina tena mamlaka juu ya maisha yako. Sasa ndiyo ukiwa na utambulisho huu mpya na mamlaka ambayo utambulisho huu mpya unakupa, uko huru kutoka kwa utawala wa dhambi na umeitwa kuishi maisha ambayo yanajaa harufu nzuri ya Kristo na utakatifu wa Bwana. Ulitengwa kwa ajili ya kitu kikubwa zaidi, kuishi kwa utukufu wa Mungu hukombolewa ni kuwa huru kuti, kutorudi kwenye minyororo ya zamani. Kwa hiyo sikiliza kwa makini hadi mwisho wa kipindi hiki. Hukombolewa si tu kuwa mtu ambaye ameokoka, ni mtu ambaye ametengwa, ambaye ametiwa muhuri, ili kuishi hadithi mpya ya maisha. Basi leo popote ulipo, tangaza kuwa ni mtume, mimi ni mali ya Mungu. Mimi ni mtu aliyekombolewa. Kwa hiyo hakuna hukumu kwa wale walio ndani ya Kristo. Sema, mimi niko ndani ya Kristo, hakuna imani tena. Na ukubali utambulisho mpya katika Kristo na tembea na nuru, na katika nuru ya Mungu. Tangazeni ukuu wake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Haya ni mapenzi ya Mungu. Ni Roho wa Mungu aliyesema nawe, ndiye aliyekutia muhuri kwa siku ya ukombozi. Asante sana Bwana kwa mafundisho haya ambayo yamebadilisha maisha. Hakika kuna watu ambao sasa wameanza kuinuka, kusimama tena. Na kujua kwamba wana historia mpya ya kuishi. Tuna mawasiliano ya moja kwa moja na wewe kupitia whatsapp yetu. Unaweza kupiga simu, namba ipo hapo kwenye skrini yako, 991274154, au kama unahitaji neno la maombi, ushauri, mabishopi wetu, wanawake washauri, wapo kwenye 30179090. Leo ni Jumapili, na leo unapaswa kufanya uamuzi wa pili muhimu zaidi maishani mwako wa kwanza ulikuwa kuamini kwa Kristo, kuamini katika nguvu ya neno, kuamini katika kazi ya roho Mtakatifu. Pili, lazima ushiriki kanisani. Tuna kanisa kuu la ajabu, tuna watu wa kipekee sana, tuna kazi tukufu. Huduma yetu inatimiza agizo kuu la kwenda tunalihubiri injili pembe zote za dunia hii. Injili inatoka madhabahuni kwenda Brazil, Rio Brazil, na duniani kote, na nilitaka kukuambia, uh, njoo uone kile ambacho Mungu anaweza kufanya kupitia kanisa la kibiblia na la kiroho hapa Rua Marika 320 katika kitongoji cha Kampin, katika ukanda wa magharibi wa Rio de Janeiro, na kuambia kuna mlango wa Mungu kwa maisha yako. Kitu kikubwa kitatokea katika maisha yako, lakini unahitaji kuwa mahali ambapo Mungu alisema alijenga kanisa lake kwa jina la Yesu. Saa 9 alfajiri saa kumi na moja jioni. Hakuna wakati leo wa kufanya juhudi kidogo kuwa nasi kwa sababu watakaofaidika ni wewe, familia yako, kampuni yako, biashara yako, kwa sababu kuwa na utambulisho huu mpya kunamaanisha kuwa na utambulisho wa mshindi, mshindi. Kisa asubuhi tano jioni, hapa Rua Maric 320 katika kitongoji cha Campino, upande wa magharibi wa Rio de Janeiro, katika jiji hili la ajabu katika manispaa hii tukufu ya Rio de Janeiro. Nataka kumaliza kipindi chetu kwa kumshukuru Mungu kwa fursa aliyonipa ya kuwa hapa, kuwa na watu watu wa kanisa la Kristo Vive ambao wako nyuma ya mtume mbele pamoja ili kutangaza injili, timu yangu ya televisheni ambayo imechukua jukumu la kusimama bega kwa bega na mtume ili kwa pamoja tufanye injili itendeke. Nataka kumshukuru Mungu kwa uzima, wana wawili wapendwa, Rodrigo Ambroso na Fabiano Ambroso, wamiliki wa mnyororo wa maduka makubwa ya Turbomil, Wilhemil Mesquita, watumishi wawili wanandoa wa Mungu wanaopenda uinjilisti na kutoa msaada. Hii ni Turbomil. Maneno yangu ya pili ya shukrani ni kwa Renato Vilarinho, Claudia Riches na Zinzane yetu. Zinzane ina ujengo wa Mungu. Zinzani ni mtangazaji wa neema ya Mungu kupitia mitindo ya Kibrazili. Kwa hiyo Renato Vilarinho, Claudia Algias, Tirinas mpendwa, asanteni sana kwa kupenda huduma hii na kutumikia pamoja katika huduma hii. Uwe na uhakika kwamba mkono wenye nguvu wa Mungu utakuongoza na kukuongoza daima katika ushindi katika jina la Yesu. Kweli bado kuna zaidi, e, dakika moja na nusu imebaki. Hebu tuombe kwa Bwana. Baba mpendwa na uliyebarikiwa, neno limekwisha kutangazwa, ardhi nzuri ya mioyo ya wateule wako imelipokea neno hili. Tayari limeanza kuchipua, tayari linaanza kuzaa matunda mara 30 na mara 60 kwa moja. Lakini katika saa hii Bwana, najua kuna watu upande wa pili waliokata tamaa, wenye dhiki, wasio na mwelekeo wa maisha, watu wagonjwa, waliodhoofika, hata wakiwa na mawazo ya kujiua, watu ambao wako kwenye mgogoro wa kifamilia, wako kwenye mgogoro wa kifedha, wako kwenye mgogoro wa kihisia. Bwana, anyosha mkono wako, ninanyosha mkono wangu wa kibinadamu kama mtumishi wa Injili, na pamoja na mkono wako Bwana, mbingu sasa zitangaze muujiza katika maisha ya mtu huyu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Uwe huru kutoka kwenye kifungo hicho, mgogoro huo, ugonjwa huo, kutoka kwa udhaifu huu, kutoka kwa hisia hizi dhaifu sana. Ninatangaza kwamba kuanzia juu ya kichwa chako hadi kwenye nyayo za miguu yako, mwili wako wote ni wenye afya. Ninatangaza kwamba wewe utakuwa kichwa na si mkia, utakuwa juu na si chini, utakuwa na vya kukopesha na utakopa. Sifa za ufalme ziko katika maisha yako. Wewe ni zaidi ya mshindi. Wewe ni mwenye mafanikio. Wewe ni mwenye afya. Wewe ni kichwa katika nchi hii. Kwa jina la Yesu Kristo pokea, sema: napokea neno hili, ninaamini neno hili, ninamiliki neno hili. Tukiwa na utambulisho mpya, tutayaishi mema ya Mungu hapa duniani, tukitawala katika maisha. Neema na amani kwa wote kwa jina la Yesu. Mtume Miguel Angelo.